Bwana Edoni karibu sana katika chaneli yetu ya YouTube, ambayo inapatikana YouTube, Dady Hilaly. Karibu sana leo na katika mahojiano mbalimbali tunazungumzia kuhusu changamoto ambayo imekukuta ndugu yetu katika ligi ya Izazi. mpira tu akona ule nikaenda kupiga kona fupi nikampa mwenzangu pale akarudishishia nikampa jamaa. hiyo lini mlikuwa uaah Ilikuwa ni kombe tu la mbuzi mbili, mshindi wa kwanza wa pili mbuzi moja hivyo. Lakini sasa hivi vipi maendeleo yako, naonaje? Aa, maendeleo yangu bana ni mazuri kabisa, namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Umeshaanza nuushaa ika uwanjani? Umesikia juu ya kuanzishwa kwa ligi tena vipi, unawapa hamasa gani wenzako? Ah, mimi naomba kama kwa ujumla timu zote, naombe tu wapambane, watoe ushindani wa kama siku zote. Sana sana timu yangu ya chekechea naomba wapambane, amba amba, safari wafike mbali kidogo.

Wewe pale paaliuacheza namba ngapi? nani pale unaweza kawa misi wako kwa siku mbili tatu, ambazo uko kwa sasa. Ndugu yangu namba yanu anacheza namba mbilioa kizumbe anaitwa Kizumbe, yule dogo ananaiuule namba wape hamasa vijana, kwa kata tamaa. Naomba jamani, msikate tamaa. Hii ni hali ya kawaida, hii ni ajali. Kama ajali ni Mwenyezi Mungu anapanga la, labda kwa mimi naomba tu apambane tu, au hata akhuuaata ubingwa Asante sana ndugu wapenzi watazamaji, leo tulikuwa na bwana Edoni, tunazungumzia changamoto bilitato alizozipata kati ya ligi, lakini sasa hivi kama mnavyoona, aasha mambo yanaenda vizuri. Sasa jamani, lakini bila tamaa YouTube na na like share, bila kata tamaa, tuwageewa zi, asante sana.